Wengi wetu tunakumbuka ile hadithi maarufu aliyotusimulia hayati Dr. John Pombe Magufuli, na hadithi ile inasisimua kwa sababu alitueleza kwamba alikuwa anakuja na pikipiki piki yake anakwenda Sengerema kupeleka posa kwa mama Janet kwao. Alipofika Kivukoni hapa, akaangalia aina ya kivuko kilichokuwepo, akasema mimi siendi, siendi na hichi kivuko. Kwa hiyo akachukua pikipiki yake akapita njia ndefu na alipofika Sengerema akapata taarifa kwamba moja katika mitumbwi iliyokuwa imeondoka kwenda kule umezama na watu wamefariki. Lakini kutoka hapo alipokuwa rais wetu ndio akasema sasa ile shida na kadhia za watu kuzama sasa basi akaja na wazo la kujenga daraja hili. Na bila shaka shida ile ilimgusa Mheshimiwa Rais wetu marehemu kwa namna ya pekee, na kama nilivyosema, ndipo akapata wazo la mradi huu. Na mimi baada ya kuondoka kwake, nikasema nitasimama imara kuhakikisha maoni yake, maono yake yanatimia.